Na, mtazamaji wa Trend TV bwana mwanadada ambaye alikuwa katika utata mzito eh, na Zuchu. Na nafahamu kwamba hivi karibuni bwana kumekuwepo na mzozo, kumekuwepo na kutupiana maneno, kumekuwepo na kutiana aibu, kuchambana kati ya mchepuko wa Diamond Platnumz Rita dhidi ya Zuchu. Sasa tunakumbuka kwamba huyu Rita alivuka mipaka kiasi kwamba akaenda mpaka kumsema vibaya mama mzazi wa Zuchu eh, mwanamama ambaye ni maarufu tu hapa Tanzania mwenye heshima kubwa, yupo katika industry ya mziki kwa muda mrefu sana eh, huyu Rita alimuita kitufe, kitu ambacho kuna baadhi ya watu hawakupenda kabisa hicho ambacho kilichotokea baada ya kuonekana kwamba Rita amemuita mama mzazi wa bibiye Zuhura kwamba ni kitufe, jambo ambalo linaonekana wazi kabisa kwamba bibi mkubwa yeye alikuwa usiki chochote, lakini imekuwaje imeingizwa katika huu ugomvi? Lakini baada ya hapo ni kwamba sasa hivi hapa moja kati ya video ambazo zinatrend ni hii video ambayo inamuonyesha bibiye Rita akiwa yuko na mama yake mzazi na yeye pia eh bwana akiwa yuko nyumbani kwa mama yake, naye pia ameenda kujirekodi video wakiwa wako pamoja. Kwa hiyo hii ni moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vina trend huko mitandaoni, kwamba baada ya Zuchu kuonekana yuko na mama yake, basi Rita naye pia ameenda kujirekodi kumwonyesha mama yake mzazi. Umeona bwana, hapa kuna comment nyingi zimejitokeza huko mitandaoni. Kwa mfano kuna kuna peji hapa wamekuja, kuna watu. Sasa hivi, kwa kifupi, ni kwamba sasa hivi hapa watu wamejigawa, kuna wengine ni mashabiki wanamsupport Zuchu na wengine wanamsupport Rita. Kwa mfano hapa kuna peji ambayo inaonekana wazi kwamba inamsupport Rita. Wamekuja hapa wameposti hiyo video, akaandika kwamba mashallah kiboko ya Zuchu akiwa yuko na mama yake mzazi. Umeona? Sasa comment ambazo zimejitokeza hapa nataka nikusomee baadhi ya comment. Kuna mtu hapa anaandika kwamba very beautiful mama, very beautiful mother. Sio kama yule anakaa amekaa bwana Zuchu, kazi anayo. Rita ni mmoja tu eh, kanyoosha mtu mbili bwana. Mama yuko vizuri, sio mama yake, atakuwa bibi yake bwana. Kiboko ya Zuhura ndo huyu jamani? Hajawahi kutokea na bado huyu anayefichwa kama hirizi, ndio kiboko gani bwana, labda kiboko yako wewe Eh, yeah, kwa sababu ya bwana mbona, okay, kwa mbona sababu ya bwana Zuchu mitano tena. Eh napenda sana misimamo yake. Mhm, mm kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mbona sababu bwana Adija kipa mzuri sana, kwa mtu ameandika hivyo, kwa mtu akwambia bwana, kelele za chula hazimzuii tembo kunywa maji, hata afanye nini eh, hakuna atakachoweza kufanya mbele ya Zuchu, kwa mtu asababu bwana, hivi nyie mpo na akili kweli nyie, mkitukaniwa wazazi wenu mnajisikiaje? Hebu acheni dharau aise, acheni kuleta mambo ya wazazi kwenye huu ushenzi. Yaani kuna watu humu ndani wao ni zaidi ya Zuchu lakini sasa wanavyojisahau. Kuna mtu ameandika hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili na unahisi kwamba kwa nini Bibi Rita naye pia ameenda kujirekodi na mama yake ni kwamba ni amekuwa ni mashindano au ni aliamua tu kwenda kushow love kwa mama yake mzazi. Weka maoni yako katika comment section hapo chini tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.